Kauli ya katibu mwenezi wa mafunzo wa Chama cha Mapinduzi nchini Tanzania, Amos Makalla akikishutumu chama kikuu cha upinzani CHADEMA kuwa kinajipanga kutuma fedha ili kununua virusi vya ugonjwa wa Ebola na virusi vya Mpox ili kuzuia uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwaka huu, imezua taharuki miongoni mwa wadau wa, wa siasa na wananchi katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Florence Majani ametuandalia taarifa hii. Amos Makalla, Katibu wa Itikadi, Uenezi na Mafunzo wa Chama cha Mapinduzi nchini Tanzania, ameibua mjadala mzito baada ya kutoa tuhuma nzito kwa Chadema, akidai kuwa chama hicho kinatarajia kununua virusi vya Ebola na Mpox, ili kuzuia uchaguzi mkuu wa madiwani wa Bunge na rais unaotarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu hapa nchini. Wanataka kutumia michango inayochangishwa ya tone tone kifika wakati wakanunua virusi vya Ebola na Mpox, ili wavilete visambae Tanzania na uchaguzi usifanyike. Makalla ameyasema hayo Machi ishirini na mbili, alipokuwa akizungumza na wanachama wa CCM mkoa wa Simiyu. Mara baada ya kauli hiyo, wadau mbalimbali wa siasa wametoa maoni tofauti kuhusu kauli hiyo. Makamu mwenyekiti wa CHADEMA upande wa bara John Heche amesema kauli ya Makalla kama kiongozi inahujumu uchumi wa nchi, na akaongeza kuwa CHADEMA kitachukua hatua. Kitendo cha kwenda kuambia Watanzania kwamba virusi vinanunuliwa au vinaweza kuja kutengenezwa, kwa sababu hizo mashambulizi ya kibayolojia labda cha kwanza ni kuhatarisha hata usalama wa nchi yetu, ni kuhujumu uchumi wa nchi yetu, kwa sababu wawekezaji wakisikia kwamba Tanzania kutakuwa na Ebola, hakuna mtu anaweza kuja hapa kwa sababu Ebola inaua watu wengi. Hayo yote yanajiri wakati Tanzania ikiwa katika mchakato wa uhakiki na uandikishaji wa daftari la wapiga kura kama sehemu ya maandalizi ya uchaguzi mkuu utakaofanyika baadaye. Pamoja na Heche wa CHADEMA kusema kuwa kauli ya Makalla ni ya hujumu uchumi, wadau wengine wa siasa nao wamekuwa na, wa na maoni yao kuhusu kauli hiyo. Mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka Tanzania, Chifu Yakub, amesema kauli ya Makalla inadhihirisha kuwa kampeni ya tone kwa tone ya CHADEMA imeleta tija katika medani za siasa lidharau tone kwa tone ya CHADEMA, lakini inavyoonekana ni kwamba watanzania huenda wakaielewa sasa. Lugha aliyoitumia ni ya kuwahofisha watanzania wasichangie misimamo ya chama hicho wasichangie michango ya kifedha hali na mali. Februari 27 mwaka huu Chadema ilizindua rasmi kampeni yake ya jukwaa la kidijitali ya kuchangisha fedha kwa ajili ya kuhamasisha malengo ya chama hicho ya kuzuia uchaguzi mkuu ambayo kwa lugha ya Kiingereza imepewa jina la no reform, no election. Mkazi wa Dar es Salam, Switi Yusufu, ameonyesha mshangao wake mara baada ya kusikia shutuma za mwenezi Makalla kwa Chadema eh. Hivi virusi vinaweza kununulika? Virusi vya magonjwa? Hii imetutia hofu sana. Kwa mujibu wa Chadema, fedha zitakazopatikana katika kampeni ya tone kwa tone nimo, zitatumika kuwafikia wananchi na kuwapa elimu ya vuguvugu -vugu la no reform, no election. Florence Majani, DW Dar es Salaam.